Dkt. Samia Suluhu Hassan hoye ni hafla fupi ya kukabidhi mizinga arobaini kwa vikundi viwili vya vijana kutoka katika kata ya Usinge na Zugimlole, ambapo akikabidhi mizinga hiyo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kaliua, Jaferi Rufungija, anawasihi vijana waliopata mafunzo na kupewa mizinga hiyo kwenda kuwa mabalozi wa uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Ikipekee tumpongeze sana mheshimiwa rais kwa kuona umuhimu wa kuinua sekta ya nyuki. Tunao imani kabisa kwamba elimu mliyoipata nyinyi mtakuwa sehemu ya chachu ya vijana wengine ambao wanajishughulisha na shughuli za uharibifu wa mazingira katika maeneo yetu. Kama nyinyi mlikwenda kupata elimu ya ufugaji wa nyuki mkiwa na, na maelekezo ya kuchonga mizinga miwili, leo wafadhili wametoa mizinga minne kwao, tunaamini kila kijana hapa ana mizinga sita, kwayo mizinga sita hiyo siwe mwisho lakini tunatunza mazingira ambayo yatawasaidia pia na maeneo mengine, kwa maana tutapata mvua za kutosha, tutapata hewa safi. Kaliua sisi tunajiona ni jinara, tunakusanya mapato mengi kwa sababu tunapata mvua nyingi kutokana na mazingira. Nyinyi ni wadau wa mazingira, ni waasi mkawe sehemu kubwa ya kuhamasisha vijana, kwanza kuingia kwenye biashara ya nyuki, lakini pia kuingia kwenye uhamasishaji wa kuzuia uharibifu wa mazingira. Awali akisoma taarifa afisa nyuki halmashauri ya wilaya ya Kaliua, Veronica Francis amesema mradi wa BEVAC ambao jukumu lake kubwa ni kutoa mafunzo mbalimbali mbali kuhusu ufugaji wa nyuki umetoa mizinga arobaini kwa vikundi viwili vya vijana ambao mwezi Mei 2024 walipatiwa mafunzo kuhusiana na ufugaji wa nyuki na mazao yake. Baada ya kupatiwa mafunzo hayo, Mradi ulitoa maelekezo kuwa kila mshiriki anatakiwa kuchonga mizinga miwili. Baada ya kukamilisha uchongaji wa mizinga hiyo, mradi ulipendekeza kuwaongezea mizinga minne kila mshiriki. Kata ya Usinge, kijiji cha Ruganjo ambapo walikuwa washiriki saba. Na kata ya Zugimlole, kijiji cha Kangeme walikuwa washiriki vijana watatu. Walifundishwa jinsi ya kuvuna poleni chavua na kujulishwa sehemu soko linapopatikana. Pia walifundishwa jinsi ya kuvuna sumu ya nyuki, ikiwa ni pamoja na kuelekezwa soko lake. Naye katibu wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kaliua Eliudi Shemauya, pamoja na kuwashukuru wafadhili wa, wa mradi huo, wameeleza kuwa vijana waliopata mizinga wamepata kitega uchumi, hivyo hawana budi kukilinda na kukitunza. Sasa wanakwenda kubadilika kiuchumi na hata katika kimaisha. Ni washukuru wafadhili waliotoa mafunzo haya na kuona kwamba wawape vifaa, kwa maana ya vifaa vya kutendea kazi. Vifaa hivi sio kwamba vimetolewa bure, ni pesa zimetumika, ni gharama kubwa imetumika. Kwa hiyo chama kinaona fahari kubwa sana kuwatoa vijana kwenye umaskini kuwapeleka kwenye utajiri. Tupa shoka, kamata mzinga ni kauli mbiu ya mradi huu, ambapo vijana hawa waliopatiwa mizinga wanasema imewapa chachu ya kwenda kuongeza uwekezaji wa ufugaji nyuki. Tulikuwa hatujui chochote, tulikuwa tunajua asali na nta kwenye nyuki, lakini tumejua mazao mengi, chavua, sumu ya nyuki na masoko yake. Tumejikuta tuna chavua ina bei kuliko hata nta, hata hata asali yenyewe, ambacho ni vitu vidogo sana, kilo moja na karibu laki tatu. Kwa mimi kijana ambaye nimepewa leo zamana na vifaa hivi, naenda kufanya kazi ya kuongeza vifaa zaidi maradufu na kuongeza mnyororo wa thamani kwa vijana wenzangu walioko mtaani. Naitwa na Joseph Peter. Kampuni ya BEVAC imekuwa ni sehemu yetu ya kutujenga kwenye mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Wamekuwa ni sehemu ya kutufundisha namna ya uvunaji wa polen, namna ya uvunaji wa nta na sumu ya nyuki. Tunamshukuru sana Rais Samia na viongozi wake wa ngazi ya chini huku halmashauri yetu ya wilaya ya Kaliua kwa sehemu ya kutujenga sisi vijana na chama pia kushirikiana na serikali. Tunashukuru sana, mafunzo haya yamekuwa ni msaada sana na sisi tunayarudisha huko chini kwa vijana wenzetu wakapata mafunzo zaidi kupitia sisi.